Na tukirejea hapa nchini kwamba wauguzi zaidi ya mia tatu ambao wa waliajiriwa mapema mwaka huu katika kaunti ya Kajiado wanaishi katika hali ngumu wakidai kukosa malipo kwa zaidi ya miezi sita. Wauguzi hao wakidai kuwa juhudi zao za kutaka kuzungumza na Gavana wa Kajiado Joseph Ole Lenku zimegonga mwamba. Robert Masai alikutana nao hapa, ya taarifa yake wengi wao walifika katika ofisi ya gavana wa Kajiado, nyuso zao zikiashiria masaibu chungu mzima wanazopitia baada ya kukosa mishahara kwa zaidi ya miezi tisa. Wanasema sasa hawana chakula na mahitaji mengine ya kawaida. Jamii wanazofanyia kazi katika hospitali mbalimbali hapa Kajiado wakilazimika kunusuru hali kwa kuwapa chakula. Saa zingine inabidi unaomba kwa familia, kuna zile familia ambazo zimeweza kutushikilia, marafiki na na saa zingine unainama tu kama students wa university, kama unakunywa D10 at least ikupatie energy ya kusukuma zile masomo yabakisha. Some of us are going through depression. Unapata mtu ako na watoto wake, hana hata rent, hana hata pesa ya kulipa rent, so hata wanakosana na mabibi zao wengine uh, because of the financial instability within them Wanasema tangu walipoajiriwa mapema mwaka huu, mifuko zao zimesalia tupu, wakidai kaunti ya Kajiado zaidi ya shilingi milioni tano. Na hadi sasa matumaini ya kulipwa fedha hizo zinazidi kufifia have not been paid for No, no kadhalika, wameongeza kuwa juhudi zao za kutaka wizara ya afya kaunti ya Kajiado kuwasikiliza zimekuwa zikiambulia patupu, kila mara wanapowasilisha lalama ya kukosa mishahara.

Hata hivyo duru za kuaminika zinaarifu kuwa serikali ya kaunti ya Kajiado itakuwa na mkutano wa dharura Ijumaa hii kuhusu swala hilo, wauguzi wakiendelea kusubiri ni lini sintofahamu hiyo itatatuliwa. Robert Masai, runinga ya Citizen.